ya watu kupotea watu kutekwa, watu polisi ku, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo halipaswi, ha, haipaswi sisi watanzania litufikishe kwenye kuuana wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana wahalifu wanatakiwa kama tu sote tunakubaliana, watu wote Tanzania nzima tunakubaliana wahalifu wanatakiwa kama tu, tume, tumejiwekea sheria, kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka kwenye kuleta taharuki. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimojawapo kwenye kitu unasema watu wanakilalamikia. Tume, Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapa. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya very senior citizens na naamini na, na, na, hili ni jambo la sisi kukubaliana tu, si, si jambo la kutufikisha tu. Kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba mhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na, na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka kuhusu eh, kuhusu watu watu kutekwa watu kupotea. that is, jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo, tumeshafikishwa hapo. Tunapoona madhara yakimpata mwenzetu ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye, kwenye polisi tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi tu. Ni mambo ya tukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe, na ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, naamini recommendations zitakuja, hafu tukubaliane utaratibu, kama tutasema mtu yeyote akikamatwa, e, kabla hajapiga hatua yeyote mwenyekiti wa serikali yake ki, ya kijiji ajue na ndugu yake ajue, ya ni jambo linalohusu wa Tanzania, e, ni jambo linalohusu wa Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume na niongeze eneo moja. Kuna mmoja amesema kwamba hata mambo ya haki jinai hayajawahi kushughulikiwa. La hasha! Kuna mambo ya kitaasisi na kuna mambo ya kiutawala. Moja ya jambo ambalo lilikuwa recommended na watu wa haki jinai ilikuwa kupunguza mambo yaye ya kurundika rundika watu kwenye mahabusu. Mahakama za mwanzo zinarundika watu kwenye mahabusu, kila mtu ana, analaza mtu, hata jambo lenye dhamana mtu anakataliwa ana, ana, ana hivi tunavyoongea Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania ameishu circular ya kuzuia mahakama za mwanzo kupeleka watu ovyo ovyo kule kwenye kurundika watu kule. Hii ni statement ya Jaji Mkuu wa Tanzania akitekeleza, akitekeleza recommendation za tume ya mheshimiwa rais ya mambo ya haki jinai, na mengine mengi yanayohusisha mazingira ya utekelezaji wa hizi hoja za haki jinai siku hizi, hivi tunavyoongea Case, movement ya kesi i ilikuwa recommendation pia. Movement ya kesi kupita kwenye, kwenye ile vehicle, kwenye zile taasisi zote za haki jinai, inaonekana kote, hamna hii. Akimaliza kwa DCI, huku inajulikana, ikitoka magereza huku inajulikana. Na, na haya mambo ya, ya, ya, ya transformation hizi, ndugu zangu, si jambo la siku moja. Tunaongelea utamaduni uliojengeka tangu mkoloni kwa hatua hii na uthubutu huu waliofanya Mheshimiwa Rais kwenye hili jambo la haki jinai itakapo itakapochukua kasi yake, naamini mambo mengi haya yatarekebishwa yata